Bwana nimekukuta udugu, udugu bonda dada. Michezo nimeingia majina haya kama unaniona udugu wako sipoi. Sasa aruse mama nani ni kesho. Fanya uh -huh. kama unaniona jana nakuja kuchukua kochi sijalipia hmm. <makes> kuchukua kochi. Dada, nakuomba shoga yangu udugu tena mimi na wewe efusheni tu dadangu, naomba uniokoe feni yangu mm. Tena ndo hivyo ulichukua hivi, ona ah. mm. mm. ninavyopigwa na joto tena saivi, nataka tena nitakulipia kwa kipindi chini. Sasa sikiliza, subiri so, wachukua hilo kochi mm. ndo akili itakukaa sawa, utakavyolala chini ndio akili itakukaa sawa, ndo hapo utajua sasa mm. nani biashara kucheza michezo majina matatu Upunguze dada, nikipokea ni pesa ndefu shoga, naweza nikaja kunywa va vifeni vyako vya ajabu ajabu. Hebu ni stili bwana, mimi mwenzio. Sasa sikiliza, mm. nisha nishakwambia hivi, subiri atakavyochukua ilo kochi mm, utakapokuja kulala chini, ndo akili itakukaa sawa. Ndo unanifukuza? Nenda sasa, udugu wangu ndo itakuaje? Basi ni stili wewe nishakwambia wewe, nenda wachukue ile sofa kwanza, jioni pale. Alafu utakavolala chini ndo akili itakukasa. Basi naekata bondi, viatu kwanza, naona unachanganda bwana huu, hey, ndo udugu kufaana shoga, hmm, imeondokana hey, yangu.